Sawa, nimekuelewa. Na mimi ninawaahidi kitu kimoja cha msingi sana, nikiondokana na ichi kifungo ama nikitoka kwenye ichi kifungo, basi nawaahidi kuwapa damu nyingi sana, nitatoa kafara za kutosha humu ndemelikozita na uberu lake sasa mke wangu. Jana, yani, uliniahidi kama leo kuna mtaalamu atakuja, mpaka muda huu mtaalamu wako hajafika. Inakuwaaje mke wangu? Na mimi nashangaa. Baada ya kumuelezea, aliniambia kwamba ana mgeni wake anamsubiri. Akishafika tu mgeni wake, basi atakuja. Ila sielewi ana changamoto gani ambayo imemfanya mpaka leo hajafika. Hivi unaamini kabisa haya mambo ya kichawi chawi na wewe mtaalamu wako namwamini. Kabisa hii ni changamoto Mwenyezi Mungu ametuletea, ili atupime sisi imani. Kwa hiyo kinachohitajika ni uvumilivu. Mimi siamini kabisa kama huyo mtaalamu wako anaweza kuyatatua haya, au ni ni matapeli. Inawezekana ni kweli, maana maneno yake na vitendo vyake ni tofauti. <sighs> Sawa, ila mimi nitamsubiria kwa muda mfupi tu. Sasa kama atachelewa kufika, mimi itabidi niondoke nikatafute riziki mke wangu, ili tuweze kuja kula hapa nyumbani. Sawa mume wangu, ila naomba tumsubiri kidogo. <mimu> Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea

Onye, Yasmini, karibu mwanangu. Wadu, asante sana. Shikamoo. Marahaba. Za nyumbani? Nzuri ujio wangu hapa ni kuhusiana na ile swala ambalo tulizungumza jana. Lakini tukiachana na hilo nilifanikiwa kwenda kwa mzee Manembo. Nilienda kumjulisha kuhusiana na ile kazi alionipatia ya kumfuatilia yule binti anaoitwa Siwa kwamba nimeishindwa kabisa. Lakini pia aliniambia kwamba niwe na ukaribu sana na wewe. Nilimuuliza kwa nini, akaniambia wewe utajua huko baadaye. Nikamwambia hamna shida. Wewe uliniambia utakuja kwetu usiku. Lakini hujafanikiwa kufika. Shida ni nini? Ni kweli mwanangu, nilikweli nitakuja lakini nimekutwa na mtihani mzito sana, tena mkubwa mno hicho kibuyu. Si unajua binadamu, binadamu ni wabaya sana. Hawapendi watu waendelee, ukimwona mtu anaendelea tu lazima atatia fitina hapo hapo na fanyia mambo yasio kuwepo lakini, hacha nikupatie ile zawadi nilitaka kukupa jana usiku. Hii dawa ina thamani kubwa sana. Inatakiwa kila unakokwenda uwe nayo, na unapolala weka chini ya mchago wako na hakikisha unafuata masharti niliyokuelekeza, na ukiakiuka utaumia mwenyewe. Sasa nitawezaje kwenda kukitafuta hicho kibuyu aliyakuwa sijui kiko wapi na nani aliyokichukua? Kwa hilo usiwe na shaka, tutapambana mimi na wewe. Basi sawa, hamna shida, mimi nakusikiliza wewe kwa sababu we ndo dereva kwenye hili. Sawa sawa kabisa. Basi hamna shida. Wacha mimi nielekee nyumbani, utakapokuwa tayari utanijulisha ili niji tuanze mchakato wa kutafuta hicho kibuyu sawa. Mwanangu, nikiwa ni tayari nitakujulisha. Dalili za mvua zimekuwa kiza, jua limejificha nyuma ya uso wa dambi wenye matumaini. Ehe, vipi nani? Tumehamia kwa sababu ya changamoto nilionayo, maana kwa majirani imekuwa kero sana, wanasema kwamba tunawapigia makelele. Jana nilivyotoka kwa bajaji, nilivyofika nyumbani, dada akaniambia kwamba ameshalipia huko. Kwa hiyo siku tumehamisha vyombo, tumehamia huko. Pole sana rafiki yangu. Kwani dadako ameshindwa kujua chanzo na utatuzi wa maradhi ambayo unapitia saa hizi. Dada yangu mpambana sana mpaka hapa tulipofikia. Yani, nafika wakati mpaka dada yangu namwonea huruma, namwambia ya marazi nimepewa na Mwenyezi Mungu, lakini bado naendelea kupambana sana. Na imani, Mwenyezi Mungu dua zenu anazisikia, usiwaze mtakuwa tu sawa. Alafu jana akaniambia kuwa anakupenda sana, lakini shati nilompa

Atanieleza vizuri yaani, nitamtimbua yaani, nitampiga. Hey, nazona unanijua. Ah. mimi bila <laughs> kitu. Yeah, tezi wa kila mnyonge, ana macho kama moto waka usiku. Kwa sauti ya simba anapiga ngurumo, wachawi wanatetemeka, hakuna pa kujificha. Anawakomesha wachawi, anawafichua gizani. Karibu sana mzee wangu, karibu sana shukrani. Tumekusubiri sana toka jana, tukajua ni hao matapeli wa mjini, maneno mengi, vitendo hakuna. Ni kweli kabisa mtaalamu, kama alivyokwambia mke wangu, hapa nyumbani kwangu kuna changamoto kubwa sana mpaka nashindwa kuielewa. Nafikiri kufika kwako wewe utakuwa msaada mkubwa sana kwa upande wangu, kwa hiyo nikukaribisha sana mtaalamu. Sawa. Mi nadhani nimeshafika kwenye mji wenu na nimekuja hapa kwa ajili ya kuondolea hili tatizo ndani ya mji wenu. Hivyo mngependa tu nifanye kazi yangu hata hapa nje au mtataka kujistiri tuifanyie ndani? Mi nafikiri twende ndani mm-mm. Acheni kazi yangu niifanye hapa hapa nje, siwezi tena kuifanyia ndani humu. Ndani ya mji wenu kuna chakula, chakula kipo kwa ajili ya mume wangu, hicho hicho, nendeni mkakichukue, chukueni na mkeka, mji hapa nje

Ni huu ndio muda mwafaka wa kufanya kazi yako. Karibu sana rafiki yangu. Asante, nimekaribia. Umependeza hivyo hivyo tu rafiki yangu Zakia, vipi, mnaendeleaje? Mimi naendelea vizuri tu, sijui wewe mwenzetu, uko chuo, maana si tuliwaacha kitambo sana. Hivyo hivyo tu tunapambana rafiki yangu, maana kozenyewe ngumu, hatari yani kule kusap na kukeli kawaida, lakini <laughs> nikupatia ushauri mdogo wangu, chagua kozi ambayo unaona kabisa hii utasoma na utafaulu. Lakini mwenyewe kang'ang'ania, sasa hivi umekonda mwenyewe <laughs> tunapambana ah, tu hivyo hivyo, tutatoboa, hakuna kinachoshindikana eh. Vipi maisha hapa mtaani yanaendaje? Naendelea tu vizuri hapa, naishi kwa mama mdogo, japokuwa kanifungulia biashara akaweka watu, lakini la naopatikana nasukuma maisha, japokuwa na kibiashara changu kingine huko mdogo mdogo mtaani, hivyo tu maisha yanasonga. Nimefurahi kwa kweli kwa ajili yako, ila hapa mtani, mbona kuna mambo ya kishirikina hivyo ndugu yangu eh? Yani nafika tu nyumbani kwetu na kuanguka na kuja kuamka, baba ndo anaanza kunihadisia <sighs> mi hapo, hata nisiongee kitu. Shogangu naweza nikaongea fura na kesho tena ndo nikaa mimi. Wacha msingi umefika nyumbani, kaa utuzie, afu pengine upunguze na huo mdomo mdomo mm-hmm. Sijui kama naweza kutulia kwa kweli, ngoja tuone, ila wapunguzege, na wenye ushirikina wamezidisha. Ila nimekuja hapa, tukae tupige stori mpaka jioni ndo narudi nyumbani. Karibu, ila nianze kutanguliza swali kwenu, nifanye tu kazi yangu kuondoa kile ambacho kwa kinawasumbua wa humu ndani, au mngependa kwanza mkione Kulingana na matukio niliyokuwa nayaona humu ndani, kwa upande wangu sipo tayari kuona kama kuna uwezekano wewe kitoe tu kwenye hii nyumba. Ah, mtaalamu huyu, mke wangu ni muoga, mimi nahitaji nione kinachotusumbua humu ndani. Kwa upande wangu mimi nahitaji kuona, maanake mimi naangaika kazi wangu utafuta riziki, nikileta ndani riziki inakuwa inaisha ghafla. Namuliza mke wangu vipi, mpaka nafikia hatua mimi nataka kugombana na mke wangu kwa lazima nikione hicho kiumbe kinachotusiba humu ndani. Mm-hmm. Sawa basi, kinachohitajika sasa hivi mnawishe huyu mkono na wewe mwenyewe pia nawa haya. Zoezi linalofuata mnatakiwa wote wawili mle hiki chakula. Kuleni. Oh, oh, oh, oh. Kimemtokea hiki kwa sababu alitaka kushuhudia kile ambacho kuwa kinawasumbua humu ndani kwenu. Hivyo, acha nimzindue Mm -mm. Tulia. Nadhani umejionea kile ambacho ulitaka kukishuhudia. Swali la mwisho. Je, nikiache hapa hapa au niondoke nacho? Mtaalamu. Mm -mm. Wewe nenda nacho. Mimi sina haja kabisa kubaki nacho hapa hicho kitu. Sawa. Mimi nafanya kazi yangu. Ila unapofika tu muda wa alasiri, wote wawili mje kwenye mji wangu. Mimi ndo naondoka na kiumbe wenu. Sawa. Anawakomesha wachawi oje ndu, anawafichua gizani. Nimepata shida sana, najua kwako. Yaani e, namaanisha nimetembea ya mno mpaka kufika hapa. Anyway, tuache hayo. Kilichonileta hapa, mimi nina kiasi changu cha pesa, nahitaji kuwekeza. Najua wewe ni meneja katika ile baa ya Katavi pale. Kwa hiyo ninachokitaka utanisaidia, Maana nahitaji kuweka hisa zangu kwenye ile baa yenu. Alafu tutajua tunabiana vipi itapatikana kipato. Ah, sawa, mi nimekuelewa lakini kama ulivyosema mara ya kwanza, kuwa mimi nina bosi wangu, mimi nadhani sio idea mbaya, ni idea mzuri sana. Hivyo nilikuwa naomba nikushauri kitu kimoja, ungeniacha mimi naongea na bosi wangu, then jibu atakalo nipa mimi nitakurudia wewe. Akiafikiro basi nitakukutanisha. Sio mbaya wewe kuongea na bosi wako, lakini kwa nini usimkutanishie nani kaongea naye mwenyewe? Haya ni mambo ya biashara, hivyo ondoa hofu. Ndio maana nikasema kwamba nitaongea na bosi wangu vile atakavyolipokea nitakupigia simu, nitawakutanisha. Kwa hiyo ondoa hofu kabisa kuhusu hilo. Sawa, mimi nakutegemea sana, naomba usiniangushe. Ah, siwezi kukuangusha kwa sababu sijakubeba haya. <laughs> Bana, lakini si unajua pesa zikai, eh? Ya, ni kweli, kwa nitafanya hivyo kwa haraka sana. Sawa, basi acha mimi niende. Ya, okay, sawa. ah.

Rosa. Hiki alichokizungumza rafiki yako nimemwelewa vizuri. Lakini haitaji kabisa kukaa hapa nyumbani tena. Kutokana na changamoto yake ni kubwa sana. Asa wewe, huyu aende wapi? Yaani wewe kwa akili yako timamu, yaani wewe mwanangu mimi aende wapi? Sikia nikwambie, brother Sela, au sio? Huyu mimi mwanangu, etikele zake za kwangu, za kwangu mimi za kwake yeye. Si unajua? Alafu dakika mwisho brother Sela tunamwambia huyu aondoke. Iwa ukamu ninavyokuambia brother. Huyu ang'oki atakapa hapa maisha ya kweli. Atakula, atafanyaje? Hapa hapa brother Sela, ang'oki huyu aishi mpaka aishi naikisha mpaka tuhakikisha. No, no, ni imeisha mm. Kwa kama vile mimi naona bora nijiachie tu, maisha mengine yaendelee, mimi naenda kusangalia mbele kwa mbele. Hii cheki eti una eti mnyonge, yani unachukulia poa, unaongea poa, mpo na wewe. Oya, eh hapa hautoki mwanangu, afu sikia kasela. Vitabu vyenyewe vya dini vinazungumza. Nisaidie, nikusaidie. Oya, sisi tunamsaidia huyu jamaa. Huyu mimi mwanangu, tunamsaidia kiwinji winji. winji. Sio stori zetu yani. Tunakata hivyo. Wewe. Baruza ni mdogo wangu na anapoishi hapa ni kwangu. Sasa nasema kama kaka hapa kwangu, ondoke. Naondoka, nikirudi nisikukute. Mshamba mmoja hajatoka au sikia, ni welekeze achuzi Unajua maisha ya kweli ile ilichokiongea baba zako yupo sahihi sana. Ili hapa mimi ndo nimetindinganya, mimi ndo nimevuruga ujue. Alafu dakika za mwisho mimi mavi kitapakaa mtaani hapa ndo kuja kuangushia jumba bovu afi na kuaukama. Mimi bwana nijiachie tu. Sawa familia yangu, meamua kunistendia nini niendelee kukaa hapa. Lakini kuna maisha mengine baada ya usela wetu ujue. Mimi ngoja nijiachie hapo yenyewe mbele mbele yao kama Vietnam ina kurudi nyuma sela. Mimi baba ningekuwa mtani kwako kwa baridi, mimi nikaendelea kubisha, lakini hapa kwa brother wako, jua yeye ana taratibu zake na ana sheria zake. Kwa hiyo kashaamua hivyo, mimi nijichenge baridi, mimi na baba ni tatu, kwa hiyo mambo sio mengi. Sema nini mwanangu, huyu mdembwe si najua, alafu sisi tumelianza na tunalimaliza vile vile mwanangu. Yaani msinichanganye kabisa akili yangu, wacha nijikuta hodi simapodi atokuwa papa, tumoe mguu tuko hapa hapa. Ku dada kaka shangazi yake bibi yake kipele mshamba yule mwanangu. Ee dada eh, kwanza nitangulize samahani. Naelewa kuwa nimekukwaza sana na pia nimekupa mtihani. Nisamehe kwa kuondoka bila kukupa taarifa. Najua hata kama ningekaa hapa tusingeelewana kwa kipindi hicho. Najua pia sikukupa taarifa mimi, ila ni dada yetu mkubwa ndiye alikwambia. Nilikuwa naona hata haya nianzie wapi, niishie wapi. Mimi ndo nilifanya makosa, ila mimi ni mdogo wako tu, na nimerudi. Nachokitaji sasa hivi ni tuangalie, <laughs> ni jinsi gani ambavyo tutaitafuta hela ya steno tuweze kumrudishia. Sawa, mimi nimekuelewa, lakini siku nyingine unavyoondoka, taarifa ni muhimu kuliko kitu chochote kile. Kama dada asingepiga simu na kunipa taarifa zako wewe na hili jambo lilotokea, hua nadhani ningefanya kipi na ningeacha kipi. Sawa, mi nimekuelewa, lakini nadhani ulimsikia mjomba jana alivyoongea, inatakiwa tushirikiane ili tuweze kumaliza hili jambo. Na kitu kingine sichokijua, simu yangu mi wameniibia, kwa hiyo sijui tutafanyaje, ila ngoja tupambane tu, lakini kikubwa nachomshukuru Mungu nimepata kazi japo sio kubwa sana, ila itatusaidia. Kazi yenyewe ni kwenda kufanya usafi kwa mafundi cherehani, takuwa nalipwa kwa siku, na hiyo itatusaidia tuweze kulipa deni na kufanya biashara nyingine. Sawa, mi nimekuelewa, ila dadangu ni mpambanaji sana, ndo sifa bora ya mwanamke mpambanaji, lakini pia sijapenda ujua aua hapana, wala usimwelewe vibaya, si namjua, ni mwanaharakati sana kwao. Wakati tupo njiani tunakuja alipata dharura, ndio maana hata hapa nyumbani hakuweza kukaa. <coughs> Ndio, mwambie akuoe ila nipunguzie mimi mzigo. <coughs> Mara hii tumeshakuwa mzigo kwao. <coughs> Sina maana hiyo.

Mama oh, oh, oh, oh, oh, oh! Ndime mama, ndime ndime kosite mulate. Sasa wewe chendu kisokolo kwinyo kama uliweza kuniloga kwa kutumia moto, basi na mimi nakuzima na haya maji. Kama ambavyo maiti haiwezi kunyanyuka milele na milele, basi na mimi ubaya wako na uvunja na uzima na ulaza chini milele na milele. Lambu isu lambu isu lambu <coughs> <coughs> <coughs>

chafuka mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana na kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni ni ni kama dunia imesahau hazina ya upendo hii ni asuni.